Karibu katika mwendelezo wa simulizi yetu pendwa ya Mwiba Mdogo sehemu ya 40. Ilipoishia: sio mwiba tu! Najua ushetani mliofanya baada ya kuchukua damu ya baba yangu. Halafu mnanifurahisha! Baada ya kumwaga damu za watu bila hatia, mkachukuzana wote hadi kwa shetani mwenzenu, Mchungaji Samweli, kwenda kufanya sala maalumu ya toba. Hivi kweli muuaji aongoze sala ya toba kwa kutoa sadaka mwili wa mkewe ili kuzilinda mali zake? Lile kanisa kalijenga kwa damu za watu, leo hii mnafanya utani mbele ya Mungu? Ajabu nyingine, bado mnakwenda kwa mganga Mgosi Segera kila mambo yenu yanapokwenda vibaya, kisha mnarudi tena kufanya toba huku mkitoa sadaka ya mali zenye damu mikononi mwenu. Kweli upo serious mbele ya Mungu? U, u, unajua Balize anapenda sana ushirikina, hata kifo cha baba yako kilitokana na shinikizo lake. Kwa vile tuliongoza bila kujua na kutoka ilikuwa vigumu, hatukuwa na jinsi. Lakini sisi wote, tofauti na Balize, hatukupenda kitendo cha kupata mali kupitia damu za watu. Hilo la kuingizwa bila kujua nakubaliana nawe kwa asilimia mia. Kama ingekuwa hivyo tu basi mbaya wangu angekuwa Balize peke yake. Lakini kuna mengi maovu ya umwagaji wa damu za watu umewashiriki kwa mkono wako. Hapana, ni hilo tu. Na nilipoomba toba ya kweli niliachana na uchafu wote. Sasa hivi nimejikabidhi mikononi mwa Bwana Yesu kama Bwana na Mwokozi wangu. Unajua, ungekuwa unafuatilia mazungumzo yangu, usingesema uongo wowote. Kumbuka, toba ya kwanza mliifanya baada ya kifo cha baba na kupata utajiri mkubwa wa ghafla. Baada ya kila mtu kujipata na kuwa na pesa nyingi, Mchungaji Samweli alitoa wazo, mkutane, mtubu kwa dhambi mliyoifanya. Mlikubaliana na kukutana Dar es Salaam salamu tarehe 4 mwezi wa 6 siku ya Ijumaa kwenye kanisa la Mchungaji Samweli la Chemchemu ya Faraja. Wewe ndiye uliyetoka nje ya mkoa wa da baada ya kufika mlikutana kanisani hapo. Usiku ulipofika, mlikesha kwa kujutia mlichokifanya na kumwomba Mungu awasamehe. Sala ya toba iliongozwa na Mchungaji Samweli. Kwa upande wa Swalehe, kwa vile alikuwa na dini nyingine tofauti na ninyi, yeye alisimama kisimamo cha usiku kuomba toba kwa Mungu wake. Najua ilikuwa toba ya kweli ambayo mlitoa machozi ya kweli japo siwezi kuingilia hukumu ya Mungu, kwa jinsi mlivyoumia na kujutia majuto ya kweli, Bwana Mungu lazima aliwaangalia kwa jicho la huruma, kwa vile alituumba mwanadamu kuwa ni kiumbe dhaifu chenye mapungufu mengi. Ndio maana Mungu ametuambia tusamehe saba mara sabini. Alijua tunatakiwa kumwomba msamaha bila kuchoka. Umejuaje yote haya? Lazima kuna mtu kati yenu ametoa siri hii ambayo tuliambiwa tusiitoe kwa mtu yeyote. Unajua, unanifurahisha sana. Hivi mtu aliyeomba toba ya kweli kwa Mungu, kwa Mungu wake anaweza kuwa na siri ovu bado akajiita mlokole uliyempokea Bwana kama Mwokozi wako? kati ya mganga na Mungu, nani anayetakiwa kumwogopa mungu, mungu. Ndio maana baada ya kumpokea Bwana kila mmoja aliishi katika hofu ya Mungu, lakini kwa vile Mungu, Mungu kwetu alikuwa mwisho, kwa kumwabudu mganga na pesa. Kwa nini unasema hivyo? Miaka mitano baada ya kufurahia kuogelea kwenye bahari ya utajiri yenye maji ya damu, mliitwa wote kwa mganga, ambako mlitakiwa mfike mara moja. Kwa vile tayari mlikuwa mmeamua kuacha kufanya dhambi, mligoma kwenda kukutana naye. Ujumbe uliorudishwa toka kwa mganga ulifanya wote msalimu amri na kwenda kuonana naye. Mlikwenda wote kwenye gari moja aina ya noa ya kisasa mpaka Segera, Tanga, kuonana naye. Mlipofika, aliwaeleza ameona nini kinafuata muda mfupi ujao katika utajiri wenu, ambao ulikuwa umekalia kuti kavu kuanguka. Si ajabu wote mliingiwa na hofu kwa soro, mchungaji Samweli ambaye aliamini kwa kujikabidhi kwa Bwana hakuna kitu chochote kibaya kitakachowapata, lakini mganga alimwambia kuwa mali yenu yote ipo juu ya bahari ya damu ya watu ambayo haingiliani wa na nguvu ya kiroho. Aliwaeleza kuwa kila kitu chenu yeye ndiye anayekiongoza, kama mtaamua kuwacha, basi anguko lake ni kubwa na hataweza tena kuwanyanyua. Mchungaji alielezwa kuwa kama anataka kumiliki utajiri wake usio na masharti, basi agawe kila kilicho na najisi ya damu ya mtu, kisha aanze upya kukusanya mali ikiwemo kulibomoa kanisa lake. Sharti lile lilikuwa gumu, hivyo naye alikubali kusikiliza afanye nini ili utajiri wenu usiondoke. Alichoeleza mganga nini mfanye kuzilinda mali zenu Lilimtisha kila mmoja na kuona madhara ya kumtanguliza shetani mbele na kumwacha Mungu wa kweli nyuma. Mlielezwa kila mmoja atoe sadaka ya damu ya mtu wake wa karibu kama baba, mama, mke au watoto. Ajabu, roho ya huruma iliweka ghafra, ilitoweka ghafra na kuuliza kama mnaweza kutoa damu ya mtu mwingine tofauti na watu wenu wa karibu, kama mlivyomtoa baba yangu, kuonyesha jinsi gani mlivyokuwa wazoefu Mganga alikataa na kuwaeleza inatakiwa damu inayotokana na familia zenu. Baada ya kuelezwa vile na madhara ya mtu akidharau kidharau ni makubwa, kwa vile kila mtu hakutaka kurudi alipotoka, mlikubali shariti lile. Kila mmoja alimtoa mtu mmoja kwenye familia yake na kufanikiwa kuilinda mali yake. Mimi sikufanya ujinga ule. Binadamu bana kama mwizi hata ukimshika na kudhibiti bado atakataa. Mwanao wa kwanza yuko wapi? Alifariki. Nini kilimuua? Ajali. Sawa, ajali. Kwa nini mwili wake haukuzikwa? Aliungua vibaya kwenye gari, hakubakia hata majivu. Sikiliza vizuri, ilikuwa siku ya Jumapili majira ya saa nne asubuhi. Siku hiyo hamkwenda kanisani kwa vile ilikuwa siku ya shetani kwako ulimchukua binti yako na kumwambia mkweo unatoka naye kwenda Kayenze kuangalia mitumbwi ya uvuvi, lakini ulikuwa na siri yako moyoni mwako ya kutoa kafara ya damu hai wa binti yako kipenzi. Baada ya kuvuka eneo la Nyamangoro, uliachana na barabara kuu ya Nyerere kuelekea Musoma na kukata kushoto kuelekea ufuko wa Kayenze. Kwa vile ule mpango ulikuwa siri yako, kuondoka na dereva wako gari uliendesha mwenyewe. Kutokana na maelezo ya mganga, gari ulilokuwa ukiendesha uliligongesha kwenye mti na kusababisha mwanao kupatwa na jeraha kichwani na kumfanya atokwe na damu nyingi. Kwa vile alikuwa, kwa vile alikuwa umeuvaa ushetani, hukuwa na huruma hata kidogo kwa mwanao. Ulichokifanya, ulikinga damu ya mwanao kisha ulitoka na kumwacha akihitaji msaada wako. Wakati huo mwanao alikuwa amezirai hakuwa ameumia sana, lakini ulichokifanya hata shetani alikukimbia na kukuona wewe ni zaidi kuliko yeye. Bila huruma, ulilimwagia gari lote petroli, kisha uliliwasha moto na kuliacha limchome moto binti yako bila huruma. Yaani basi tu, mtu kama wewe hukutakiwa kuendelea kuvuta hewa ya Mungu bila faida. Yaani inaumiza sana, binti yako alikufa akiwa kwenye usingizi hivyo alilala moja kwa moja bila kujua nini kinaendelea duniani. Kumbe tamaa baba yake ilikuwa ni kulinda utajiri wake ambao atakufa na kuuacha. Mwongo mwongo, mimi siwezi kufanya hicho, Mabula alisema huku macho yake akiwa ya amejaa machozi. Ajabu ni kwamba baada ya kuhakikisha hakuna kilichobakia, ulitoa taarifa kwa mkeo ukiwa umelazwa hospitali eti Mlipata ajali na binti yako alikufa kwenye gari baada ya gari kuwaka moto. Wakati watu wakiwa msibani, wewe uliondoka na ndege ya jioni hadi Dar es Salaam na kwenda Segera kupeleka damu ya mwanao. Usiku ulirejea kwa ndege ya kukodi na kufikia hospitalini mm. Mabula aliishia kuguna. Watu wengi waliokuja kukuona hospitali wakati umesafiri kupeleka damu ya mwanao waliambiwa kuwa umepigwa sindano ya usingizi hivyo hukutakiwa kusumbuliwa. Hata uliporudi watu walijua kuwa upo wodini umelala. Baada ya kifo cha kikatili cha mwanao, pesa zilimiminika kama maji yanayotiririka kutoka juu ya kilima. Mpaka sasa kundi lenu, baada ya kutoa kafara ya damu, lina utajiri wa kutisha, pamoja na kumiliki mabilioni ya pesa, magari, viwanda na hoteli kila kona. Najua sasa hivi una mpango wa kununua boti na ndege yako pia kujenga hoteli kubwa Dar es Salaam na Arusha. Wewe umejuaje? Kwani akili yako imekuwa kama ya mtoto mdogo, kurudia swali hilo kila mara? Hebu nyamaza nimalize niondoke zangu. Baada ya zoezi lile la kikatili, hali ilitulia huku mkizidi kuingiza pesa ambazo ilifika hatua mkujua mzifanyie nini. Kila mradi mliokuwa nao Uliingiza pesa nyingi mpaka pale mama alipomjeruhi Mzee Balize. Tukio la mama yangu kumvamia Balize na kumjeruhi liliwashtua sana. Baada ya kurudi kutoka Afrika Kusini na, na matibabu, mliitwa haraka Dar es Salaam ambako mlikutana wote jioni ya siku ile. Kwa pamoja, mlikwenda Segera kwa mganga Mgosi. Baada ya kukutana kule, alikuwepo pia Mchungaji Samweli ambaye siku za nyuma aliongoza sala ya toba. Kikao kilikuwa kizito, jambo lililomtia hofu kubwa mganga. Baada ya kuangalia ramli, alionekana kutetemeka, kitu kilichowatia hofu nyote na kumfanya mtake kujua ile hofu inatokana na nini. Alianza kwa kusema, ndugu zangu, kuna hatari kubwa inakuja mbele, naona damu kila sehemu. Unamaanisha nini? Wote mlishtuka itaendelea tena unaweza kufuatilia hadithi hii kupitia mtandao wa mwananchi au mwananchi digital katika youtube hadithi hii imetungwa na ali mbetu na kusimuliwa nami jese tunuka wa mwananchi digital